Pendwa mtazamaji, siku ya Jumatano, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu, tunalipata katika Injili ya Yohana sura ya tano aya ya 17 hadi 30. Yesu anawajibu Wayahudi akisema, Baba yangu anatenda kazi hata sasa nami ninatenda kazi. Kwa nini aliyetamka maneno haya? Injili ya Yohana hiyo sura ya tano ukianzia aya ya sita mpaka ile ya kumi na sita yesu alimponya mgonjwa wa kupoza siku ya sabato wayahudi wakakasirika sana na wakamuuzi yesu kwa kitendo hicho sasa yesu anaendelea kuambia maneno haya kwamba ingawa mmenichukia kwa kitendo hicho ambacho nimekifanya baba yangu anatenda kazi hata sasa. Maana yake nini? Mwenyezi Mungu anatenda kazi hadi siku ya sabato. Ni maneno ya ajabu sana. Na kama Mwenyezi Mungu anafanya kazi siku ya sabato, na Yesu yeye ni mwana wa Mwenyezi Mungu, basi amefanya kile ambacho baba yake amemwelekeza. Ana maana gani Yesu kuzungumza maneno haya kwamba Mwenyezi Mungu yeye yupo kazini muda wote hadi siku ya sabato, na ishara mojawapo zinaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu yeye hajawahi kupumzika. Alipumzika tu wakati ule wa uumbaji, alipomaliza kazi yake vizuri, siku ile ya saba, lakini baada ya hapo yeye hajapumzika, na anaendelea kufanya kazi. Ishara gani zinazoonekana? Jua linaangaza muda wote, halijawahi kusimama, na giza lipo mito inatiririsha maji yake, watoto huzaliwa na wengine hufa, na hakuna siku ambapo kwamba kwa sababu leo ni siku ya Sabato watoto wakashindwa kuweza kuzaliwa, leo ni siku ya Sabato mito ikashindwa kuweza kutiririsha, leo siku ya Sabato Mwenyezi Mungu akafunga koki ya oksijeni kwamba tusije tukapata ile oksijeni la sivyo tumekuwa tumekufa na mvua inanyesha siku ya sabato na hata siku nyingine. Mwenyezi Mungu yupo kazini. Tunajifunza kitu gani? Dini ambayo inafika hatua, haiangalii mahitaji ya watu, imesimamia misimamo, kwamba kama vile sheria zao zinavyozungumza, siku ya sabato usifanye kazi, na wao wakashindwa kuweza kuwa na huruma na upendo kwa watu, dini hiyo inakosa nguvu, dini hiyo inakosa mamlaka na dini hiyo watu wake wataiacha. Ndiyo maana basi viongozi hawa wa Kiyahudi walimchukia Yesu kwa sababu waliona amewapunguzia mamlaka yao kwa watu, kwamba hakuvunja tu yeye sheria ile ya sabato, bali aliwafanya hata watu wengine pia waweze kuvunja ile sheria kwa sababu ya matendo yake ya huruma. Dini sahihi ni ile ambayo inaangalia mahitaji ya watu walioko pembezoni, watu waliotengwa na jamii, watu wasiokuwa na msaada, kuweza kuwahurumia, kuwaendea pale walipo na wale watu kuweza kuwaonyesha upendo wa Mwenyezi Mungu. Tupo katika kipindi hiki cha Kwaresima. Mojawapo ya matendo ambayo tunayoambiwa ni kutenda mambo mema. Kuna watu wametengwa na jamii, kama huyu mgonjwa ambaye alikuwa amekaa pale Betesda katika nyumba ya, ya rehema kwenye ile bwawa miaka thelathini na nane, hajapata msaada. Kuna watu wamekaa sehemu mbalimbali kwenye vifungo miaka mingi, wamekosa msaada wa kisheria. Kuna watu wengine wako mahospitalini, wana magonjwa ya muda mrefu, wamekosa msaada hata wa matibabu. Kuna watu wengine wapo katika umasikini wa hali ya juu sana, wamekosa ada. Na mimi hapa ninawezo, nina uwezo ninashindwa kuweza kumwendea huyu mtu na kumpatia neno na kuweza kumuinua atembee aende zake. Nisipofanya hivyo dini yangu Ukristo wangu hauna maana tena. Yesu anapofanya tendo hilo la uumbaji kwa huyu mgonjwa na kumpatia maisha, anaonyesha jambo hili kwamba Mungu anafanya kazi ndani yake. Ndio maana akasema kwamba Baba yangu ananifanya kazi ndani mwangu na ninaendelea kufanya kazi hii, kwa sababu ninachokifanya hiki ni kile ambacho Mwenyezi Mungu ameniambia. Yesu Kristo, baada ya kudhihirisha huo uwezo wake kwa Wayahudi kwamba Mwenyezi Mungu anampenda na yale ambayo anayoyafanya yametokana na Mwenyezi Mungu, vile anavyompenda na yeye, kwamba ana mamlaka ya kuweza kuwauisha watu wote kama vile alivyoweza kumwinua huyu mgonjwa aliyekuwa ameachwa. Anadhihirisha kwamba yeye ndiye mwenye mamlaka ya kuweza kuhukumu. Katika nyakati ambazo tunazoishi tumeingia katika kasumba kubwa sana ya kuweza kuwahukumu watu kwamba huyu ni mdhambi, huyu hastahili, huyu yeye hafai, kama vile Wayahudi walivyoweza kumhukumu yule mtu aliyekuwa amechukua godoro, ingawa alikuwa amemwacha kwa muda mrefu sana. Yesu anaonyesha kwamba yule ambaye sisi tumemdharau, yule ambaye sisi tunamwona kabisa kwamba ni mdhambi mbele za Yesu yeye ni wa thamani kubwa zaidi. Ndio maana alienda kumgusa na akamwambia achukue godoro atembee siku ya Sabato. Hebu katika safari yetu ya maisha tutembee na huruma ya Mwenyezi Mungu na upendo wa Mwenyezi Mungu, tusiache kufanya matendo ya huruma kwa sababu fulani ni mdhambi. Na mara nyingi sana yule ambaye tunamnyoshia vidole ndio huyu Mwenyezi Mungu anampenda, Yesu anampenda, na huwa anawagusa na kuweza kuwainua. Katika safari yako ya maisha unaweza kujiona kwamba wewe ni mdhambi sana, hustahili, jina lako limechafuka, umeachwa. Yesu anadhihirisha leo kwamba yeye anawahuisha wale anaowataka na wale anawapenda. Hiyo ndio habari njema. Kaa katika lango la huruma Mwenyezi Mungu, Yesu kwa wakati wake atakuja kuja kukuinua. Anaendelea kuambia Wayahudi kwamba yeyote anayesikia neno la Mwenyezi Mungu na kuweza kuliamini amesema huyo atakuwa na uzima. Huyu mgonjwa wa kupoza alilisikia neno la Kristo, nasi kila siku tunalisikia neno la Kristo, ila tunakosa kuweza kuliamini. Yule ndugu alilisikia neno la Kristo, akaliamini neno la Kristo. Tunalolipata kila siku katika maandiko matakatifu, katika vyombo mbalimbali vya habari linakuja kwako, liamini neno hili kwamba Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wewe. Yesu ana mamlaka juu ya maisha yako, hata kama watu wengine wamekuacha, yeye amekuja ili uweze kuwa na uzima wa milele yaani, usijihukumu ukajiona okay, kabisa, kama wewe ni mdhambi. Ukiliamini neno lake Yesu amesema kwamba hutaingia katika hukumu. Anasema kwamba saa inakuja na saa ipo wale wanaoisikia sauti ya Mwenyezi Mungu na watakuwa hai. Yesu anabainisha jambo hili katika siku ya mwisho, kwamba siku ya mwisho ya maisha yetu tutahukumiwa katika mambo haya, yaani wale waliotenda mema wataenda katika uzima wa milele na wale waliotenda mabaya wataenda katika hukumu, na yeye ndiye atakayekuja kutuhukumu atasema hivi: nalikuwa mgonjwa, hukuja kunitazama; nalikuwa mhitaji, hukuniinua; nalikuwa kifungoni, hukuja kuniona; nalikuwa na njaa, hukunipatia chakula; nalikuwa uchi, hukunipatia nguo. Na vile tunavyowatendea watu katika maisha haya, tukiwa tumejawa upendo na huruma, Mwenyezi Mungu ndivyo atakavyoweza kutupokea katika uzima wa milele na nikishikilia tu misimamo ya dini nikawahukumu watu nikishindwa kuweza kuwatendea mema, kwa sababu nimeshika Sabato, kwa sababu siku ya Bwana siwezi kumtendea mtu mema, kwa sababu ni siku ya Bwana. Siku ya mwisho Yesu atatuhukumu kwa sababu yeye alitenda mema siku ya Sabato na sisi tumeshindwa kuweza kuwatendea mema watu siku ile ya Bwana. Atubariki na kutunda Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.